Zuchu ameamua kupunguza mawazo kwa kum unfollow Diamond Platnumz, au kama sio kum unfollow basi ni amemblock moja kwa moja. Lakini kubwa zaidi ni kwamba ameamua kuwaweka pembeni mashemeji zake wote kwa kuwapiga block au ku unfollow kwenye Instagram. Hili ni jambo ambalo limezua maswali mengi sana. sa utakumbuka kwamba yote haya yanatokea ni baada ya Rita kuvujisha maongezi yake na Iddy Santos ambaye alikuwa akimwombea Diamond Platinumz msamaha, jambo ambalo lilionekana kwamba Diamond amemtuma Iddy Santos akamwombe msamaha Rita ili warudiane. Sasa kitu ambacho kwa mwanadada kilikuwa kama ni kitu cha tofauti, na kuamua kuvujisha maongezi yao, jambo ambalo limesumbua sana mitandaoni. Maswali yako mengi kwa mashabiki wengine, kwa wanasema kwamba kwa nini Diamond Platinumz anataka kumrudia mtu ambaye ame alikataa siku za nyuma kumlipia kodi, lakini wengine wanasema kitu ambacho Rita amekifanya sio kitu kizuri au kinaweza kikamwharibia sifa akakosa mtu wa maana. Mmoja kati ya watu ambao waliongelea jambo hilo ni Juma Lokole ambaye ilionekana hajapendezwa kabisa na kitendo cha Rita kuvujisha message, kuvujisha maongezi yake na Iddy Santos, kitu ambacho kimeleta kidogo taharuki mitandaoni lakini upande wa Zuchu ameona kwamba haya yote, kitu cha kumtuliza au cha kumfanya yeye asiendelee kuumia ni kuwapunguza watu hawa kwanza kwenye mitandao ya kijamii, au kila mmoja kwanza ashike hamsini zake, kila mmoja kwanza vaishi namna ambavyo yeye mwenyewe anataka. Kwa hiyo amempunguza Diamond Platnumz, amempunguza mashamigi zake na akaamua kwanza kae kando. Wewe unaonaje hiki ambacho Zuchu amekifanya kuwaweka kando kwanza Diamond Platnumz na mashamigi zake wote, ni kitu sahihi? Ritha kitu ambacho amekifanya kuvujisha maongezi yake na Iddy Santos ni jambo ambalo ni zuri? Au nalipi la kuongea na Diamond Platnumz, afanye nini kuepukana na haya yote? Utakumbuka mpaka sasa Diamond Platnumz yupo kimya, hajiongea chochote, lakini ambao wanaongea ni mtu kama Romy Jones namona Ricardo Momo, wanaposti baadhi ya posti ambazo kidogo zinakuwa eh, zinagusia gusia yale mambo ambayo yanaendelea kwa sasa hivi mtandaoni. sasa Unalipi la kuongea wewe kama shabiki wa muziki wa Bongo Flava, lakini shabiki wa wasanii hawa, drop hapo comment yako, lakini usisahau kusubscribe na kutufollow Dems Media katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii. Tupo TikTok, Facebook na Instagram, tunatumia Dems Media underscore. Utakuwa amefanya jambo la maana. Mimi ni yule yule Abdul Juma the monster, tukutane kwa wakati mwingine, kuna kwa majali wa Mwenyezi Mungu. Bye bye, chao, peace.